Mtazamaji, yote kwa yote, tulikuwa na mkutano wa vijana na tume tumekutembeza kwa wote, lakini yote kwa yote, sasa tuko na mwenyekiti wa vijana hapa Pefa Kima, ndio huyo hapa, mtu ambaye alani hata mi nilishangaa. Unajua nilishangaa uti wako hata sikjoanijoge kimuitisha maji ni chapo kwamba nakwai, karibu sana. Mkutano umeendaje? Okay, swadakta mkutano ilikuwa swadakta mkutano ilikuwa, Yo, swadakta. Swadakta, mkutano wow, ilikuwa nzuri, yeah. Pia nafurahia yeah. Venye tu mlijitolea wow, mka mkakuja, yeah, mkafanya mkutano huo wa maana. Si tumebarikiwa? Chenye ningeomba tu siku ingine, tukiwa na jambo kama hili, tunaomba tu mkuje juu, yes. Mkutano umekuwa mzuri kwa ajili yenu na pia yeah, kwa ajili yako umekuwa mtu wa baraka yeah. Sisi tunafurahia wageni, nami huwa sipendi mkutano ende vibaya nikiwa kama, niko kuna watu wamekuja na wamekuja kwangu kama leo hata yeah, heri ni nisilale, yeah, na huwa yeah, siwezi fanya chochote kabla wageni wangu wajaribika, eh yeah, so simi nashukuru na ubarikiwe. Na pia majaliwa yeah. mm. yeah. yeah. ya Mungu mmoja unaweza tupata tuko kwako pia itakuwa kwako pia itakuwa poa. Tunafurahi, mtazamaji aliyoyaongea ni kweli kabisa, ni mtu mnyenyekevu na ametuhudumia vizuri vijana wote kwa, wote hapa nikwaa wote hakikisha mambo yamekaa sawa a <tipa> ndio mwenyekiti wa vijana hapa uh, ea ia Mungu abariki wa sana. Sinatarajia wakati mwema Yes. Huyu najua tutapatana nawe juu ya wenye mnatembea hivi hata hey, sisi si tunatembeanga tu. Nashukuru sana <laughs> tunaenda kwa patron, kuna watu nakuletea patron. Patron japo sijaelewa patron ni nini, lakini msimamizi wa vijana, msimamizi wa vijana. Nataka ni muwai hapa, twende hivi, tumuwai. Mtazamaji, tuko na patron, sijasema ugeuke. Tuko na patron wa vijana msimamizi wa vijana, na mambo yamekuwa mazuri sana. Anaitwa Mchungaji Kasisi Ninde Baraza. Mtazamaji, sio ile baraza ya nyumba. Hmm. a -a. Baraza jina yake. Mm -hmm. Mungu akubariki sana Asante sana. Na amekuwa mtu mwema amekuwa mtu mzuri. Mm -hmm. ametuweka ame sawa. Mm -hmm. na mm -hmm. so, barikiwe. Asante sana. Sema neno moja hapo. Mkutano imeendaje? Mkutano imekuwa nzuri hii. Ni mkutano ya Kajado East na tume tumetunikiwa kuwa na huyu mtumishi wa Mungu ambaye mm -hmm. wenyewe ametubariki na hata pia kuwa na mzuri wa ya yaubaraka kwa vijana fundisha vijana wakaweza kuendelea kuweka misisi kudumu ndani ya Kristo. Na hiyo ni nzuri na vijana wameokoka wengi sana katika mkutano. Asante Sa sana kwa wale wote wamekuja, na watasamaji, hata mkiendelea kufuatilia pia katika mkutano zetu tutashukuru sana. Amen. Amen. Barikiwe sana. Asante. Huyu pia ni mwimbaji ukimuita, ni praise and worship anaimba manyimbo mazuri mazuri ya kuworship. Yeah. Ah na, na, na, na. Leo ametuhubiria eh, ametuambia tulinde kile tulichochukua. Eh, linda sana, nasema ionasemaji ile andiko asije mtu kunyang'anya. Mungu awabariki sana. sana. Asante. Kuna karani hapa. Ni mtu wa nguvu sana huyu. Asante. Lakini yuko na rafiki yake, ni mchungaji kama mchungaji mchungaji. anaitwa nani tena? Moses Kasaine. Hivo hivo ulivyosikia Pastor Moses Kasaine. Mungu akubariki. Thank you. Mimi nilifurahi za ile Tazamaji aa ana viduku. Aliposalimia wengine wengine wengine wengine, kuna watatu kwa bariki walifika kwa. Ah, nawashukuru kweli, tumepatana na ndugu yetu Emmanuel Zakayo. worship. Emmanuel akayoadanza Masailand. Tunashukuru sana. Hapo mimi nachanganyikiwa oh, kwa nini jamani? Basi adanaali tumefurahi kusikia mtu kutoka kule amefaa vizuri mm. <smallest> Anakuja kuleta nyimbo nyimbo za injili jamani, wow! Tumebarikiwa na yeye. Tumetua moyo, ametufurahisha. siku nyingine tena Mungu akijalia tutamkaribisha Amen. Asante sana siku nyingine tena tutamkaribisha. Welcome, karani. Hivi kwanza, mtazamaji sikiliza, kule ya Tanzania kuna jamaa moja anaitwa Justus Mtuku ni mwimbaji wa nyimbo za injili na ni mwalimu wa shule sasa, nilivyosikia Justus Mtuku Tanzania, <laughs> ndugu yako huku mtuku huyu, Huyu. <laughs> ni karani ndo katibu, ni katibu wa vijana wa kanisa ya PEFA. Malizia. Asante, tunashukuru. Tumekuwa na mkutano wa baraka. Mtumishi wa Mungu Emanuel Zakayo amekuwa baraka sana, amekubariki na tunashukuru kwamba Mungu anatenda mambo mengi ajabu kupitia huu mkutano iza

Tumefurahia sana kuhimikana kuwa na Emmanuel Zakayo kutoka Arusha. Tumeheshimika sana mkoa wa baraka. Ametufurahia sana, ametubambisha, ni mcheshi mnoma ule, nakwambia, ametubambisha vibaya sana. Tumeenjoy, tumekuwa na wakati mzuri na yeye sana, tunafurahia sana. Tunamwalika jana huko ukuku Kenya, huko Kenya tunapenda wageni sana, tena ni vizuri sana watu mm -hmm. wa Tanzania mwalikiwe sana. Uh, okay. yeah. Amen. Tuko vizuri. Alafu cha ajabu <After, laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Unajua nye mkija mfano sasa sisi mkija, unajua ne huko unajiona kama neswakari, kila mkija mkijau unasikia vizuri <laughs> mkija <laughs> na kabisa. Tubarikiwe. Amina sana. A, tuko na tumishi wa Mungu mchungaji na hii tayari shaka sawa hii. Samebuko kina Mebuko wako wengi kule kwetu, wanaitwa Mebuko Iimukori, na ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji katika kanisa la Pefa Olomayana. Kuna Olomayana na kuna Amayana. Sasa yeye ni Olo, yeye ni mwanaume. Hiyo nyingine tutatafuta kwa kuweka, lakini Mungu awabariki sana. Ile issue tutaishughulikia. Awasalimia oh. hmm. E, kwa jina la Yesu. Mimi ni mchungaji washa e, ya vijana wa sehemu ya, ya Kima. Nashukuru yeah. Mungu ndugu yangu e, huyu amekuwa mtu wa maana sana, aekubariki. Meona mtu tofauti sana katika muziki wa Injili na tunashukuru tunamkaribisha tena na tena sasa. Atakuwa atagua mwenyeji mara hii Kima iyo ingine, tutabutana na manga ingie maroro sasa. Tunaingia kwa njia nyingine, njia mbadala hiyo. Asante sana, Mungu awabariki. Mtazamaji ni watu wa baraka sana, tumesikia kuenjoy na wao. Amen, Mungu awabariki sana. Nyuma ya kamera ni mtumishi wa Mungu jo

Uzuri wa hii mkutano, wamekuja mpaka watu ambao hata si waicha. Huyu ni yeye, kanisa yake ni New Life. Na umeonaje? Muulakini mmesikia ndugu watazamaji wamesema tuendelee kuwaalika wanarika wengine

anazami salimia wale watu kidogo. a mtazamaji, huku Kiingereza ndo kinatembea na hawa majenzi hawajui Kiswahili. Tuendelee tu kupambana Tanzania njoni huku, hata njoni huku hukuka, lakini huyu dada amerutia moyo sana, kwamba kumbe hata makanisa mengine wanaweza. Video utaikuta kwa tktok amaaaaamaiaaaamg watende mema. Watazamaji ndio tumemaliza hivyo. Tulikuwa tunapata mawili matatu kujua watu wamejisikiaje kwenye haya mikutano na tunashukuru Mungu la. Hii mkutano ilikuwa ina watu wa aina nyingi sana bro. Hii mkutano ilikuwa ina watu wa disaini nyingi uwezi amini huyu sio muimbaji lakini anapenda anapenda ufanye kidogo <tus> <tus> <tus> <tus> tu, tu.

Weeshaaaa hapa, yeah. yeah. yeah. yeah. Kenya bana, kuna sifa moja makanisani, hata <laughs> kama mtu aimbi lakini anatoa staili yake <laughs> bana, kufanya hivi yeah. Hiyo yeah ni kufanya hata mtu aondoe aibu kwa watu kufanya kitu anachokipenda.

hiyo an... kivideo iwe yeah, umekata ili niweke TikTok alafu asipofollow a... a... as atajua mwenyewe. <coughs> lakini jina pale ni Masai zakamna amaa yaani aimnaga ingini, nimebarikiwa. Nani huyu pro alikwambia umpe zawadi Sudan, mimi nafa. Mimi nimependa hiyo kofia <laughs> Mulika hapo kabisa ili amesha dhibitisha. <laughs> na akinyima tena <tane> inakuwa hatari mimi <laughs> Lakini nimependa tu juu iko hiyo pefa ato ukini bless mimi, nitakukumbuka maisha yote pia danganya lakini pia a

ana manjako wakiondoka hapa ndo watu wanaenda makwao. Baada ya mkutano, watu wanaenda kwao. Sasa kama hizo ndio gari zinaondoka, watu wanaondoka

Hivi ah, kumbe mtazamaji, nashukuru sana, tumekuwa na mambo mazuri hivyo ulivyoona. Mungu akubariki sana sana sana sana. Wakati mwingine mikutano kama hii tutawapa taarifa nzuri nzuri na ya baraka sana. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kama vile YouTube, andika Ima Zakayo, lakini katika Facebook Masai Zakayo, TikTok Masai Zakayo. Lakini pia ndugu yangu nyuma ya kamera ina, ina Atataja hapo kwenye Facebook anapatikanaje. Karibu sana, nikutakie wakati mwema na wabaraka langu. Jina ni Emanuel Zakayo, kwa jina ile nyingine Ole Kapande.